Mpendwa, iwapo chochote kitatokea kwangu, vitisho, madhara au jaribio lolote dhidi ya maisha yangu, ni wazi kwamba uwapo watu maalum watakaobeba dhamana ya kwanza ya uwajibikaji. Uwapo watu binafsi, familia fulani kutoka Getong'anya, pamoja na baadhi ya maafisa wa mahakama, hao watakuwa washukiwa wa mwanzo. Ninaandika haya kwa akili timamu bila uoga na bila nia ya vurugu. Kunayo roho inayonichochea hata sauti ya kusema ukweli nisiweze kuidhibiti. Hata mnyonge anayo haki. Kwa miaka mingi nilinyamaza, nikitumaini kwamba nikiendelea na maisha yangu kwa amani ningeachwa huru. Badala yake, hali imeendelea kuzorota kutoka mbaya hadi kuwa hatari zaidi. Hofu niliyokuwa nayo haijanivunja, imenibadilisha, imegeuka kuwa ujasiri wa kusema ukweli. Sasa siongozwi tena na hofu juu ya mustakabali wangu binafsi, bali na wajibu wa kuona mabadiliko ya kweli katika jamii inayonyamaza mbele ya dhuluma. Sitainama, sitanyamaza, sitakubali kunyimwa haki kwa vitisho. Mimi bam kubwa George Chacha.